Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema serikali haitamvumilia mtumishi wa umma atakayejihusisha na ubadhirifu na wizi pamoja na rushwa ikiwapo utendaji mbovu, katika mkutano aliyokuwa anafanya na viongozi na watumishi wa serikali mjini Kigoma. Waziri Mkuu Majaliwa amesema serikali ina imani na watumishi wa umma, hivyo wanatakiwa kutumikia wananchi kwa uaminifu na uadilifu. Mwandishi wetu Doto Elias kutoka Kigoma ameandaa taarifa ifuatayo.

Akiwa akiwa <clears throat> ni kauli ya Waziri Mkuu Kasim Majaliwa aliyoitoa wa, wakati akizungumza na watumishi wa umma wa ngazi mbalimbali wakiwamo madiwani na wabunge. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Majaliwa amewataka wakurugenzi watendaji kuielewa vyema mipaka ya vijiji vilivyopo katika halmashauri zao na kuanzisha mchakato wa kurejesha kwa wananchi maeneo yaliyotolewa kwa ajili ya uwekezaji lakini hayajaendelezwa hadi sasa. Mgenzi, lazima mtambue eneo lako la halmashauri na mipaka yake. Lazima ujue mipango iliyowekwa kwenye ndani ya halmashauri kwenye vijiji vyote, kama matumizi bora ya ardhi ndani ya kijiji ionyeshe wapi kuna makazi wapi mashamba, wapi viwanda, wapi mifugo, ili kuondoa mgongano wao. Ni jukumu letu sasa kuhakisha kwamba kila kijiji tunatambua watu kwa ajili ya nini, eneo hili ni kwa ajili ya nini. Lakini pia nilipokuwa nazungumzia suala la uwekezaji, yako maeneo ambayo tumetoa ardhi kubwa

wa kufanya kazi fulani moja mbili tatu nne kwani asingeanza ili tuone kama ana nia ya kusimamia jambo hili kwa hiyo endeni kuhakikisha kwamba ri yetu ambayo inasimamiwa kwa sheria ya ardhi pamoja na bidhaa kuitoa kwa ajili au ya kuwekeza kwa kilimo viwanda na vinginevyo lakini mpaka leo hakuna kazi yoyote ile hivi basi maasilio handikeni ili pia ardhi hiyo iweze kuiiwaaaji pia wajasiriamali wadogo wadogo nao akawazungumzia, lazima mtenge maeneo kwa ajili ya wafanya biashara wadogo wadogo, biashara maalishe na wengine wote ambao wanataka kuendesha biashara kulingana na aiji sana kutoka Kigoma. Mimi ni Dr Elias wa TBC.